Alikuwa na anakaa naye, wanapiga stori, mambo ya utawala, mambo yote yanayohusu mamlaka, namna ya kuestablish utawala wa dunia. Waliketi Mungu na Adamu, ndiye mwanadamu wa kwanza kumuuliza Mungu maswali, hapa anafanyeje na Mungu anamjibu. Ndio maana Biblia inatueleza Mungu mwenyewe alikuwa anafanya ziara bustani ya Edeni, kila mara anashuka. Haleluya. Amen. Ukitaka yojiulize instruction Mungu alipompa Adamu alimpaje? Walikuwa wanaongea. Walizungumza kwa mazungumzo yanakwana. Haleluya. Amen. Kwa baada ya kusikilizana kwa muda mrefu, Adamu akaelewa Mungu anataka nini, anataka nini, anataka nini. Na Adamu alipewa mamlaka ya kutawala vingine vyote. Mamlaka hiyo ilianza na kuvipa majina. Sitaki kwenda kwenye siri ya majina, lakini kuvipa majina kwa ufupi sana ni kwamba what you name you control. Chochote unachokipa jina unakitawala, unakimiliki. Haleluya. Amen. Naomba unisikiliza na uniangalie na unitazame na usitoke rohoni. Chochote unacho, unachokipa jina unakitawala. Mungu alipomweka Adamu akamwambia, aliumba kila kitu, wanyama na nini, ila Biblia inasema tu aliumba wanyama, akaumba bahari, akaumba yani vile vitu vyote kwa ujumla, Mungu akukipa jina hata kimoja, vyote. Alafu ndipo anasema tumfanye mtu kwa mfano wetu. Sehemu ya kwanza, mwanadamu anaumbwa kwenye ulimwengu wa roho, anapewa mamlaka. Sehemu ya pili, Mungu anamfinyanga akamaliza, alivyomaliza, kwa sababu mwanadamu aliumbwa kama mtawala duniani The extension of God's kingdom. Mungu ana ufalme unaotawala mbinguni, kusikaonekana katika ulimwengu wa roho, lakini yeye anataka kuextend utawala wake, kuuleta katika ulimwengu wa mwili unaoonekana. Na hawezi kuvaa mwili, yaani hawezi kuja kama Mungu mwili, lazima atumie chombo. Kwa hiyo akasemaje, akaona ni mfanye mtu mahali pangu kama mtawala, kama mimi, ubalozi mpya duniani. Akaamua kumtengenezea dunia, akaamua kumweka duniani kwa hiyo Adamu wa kwanza alipewa mamlaka kama mungu wa dunia, sio Shetani. Ule mbele kwenye Biblia inakuja kumtaja baadaye Shetani kama mungu wa dunia, unaelewa? lakini wa kwanza mtawala halisi duniani aliyepewa mamlaka na kila kitu ni Adamu. Alifanyika katika mwili, na kwa hiyo kuwepo kwake pale Mungu alihesabu, sasa utawala wake umeendelea. Akitaka kuuliza jambo, namuuliza Adamu. Adamu, vipi hapo kumekaaje? atamwambia hapa pako hivi na hivi. anaripoti makao makuu ya ufalme wa kama umenielewa, mpe Yesu makofi. Kwa hiyo hivi ndivyo ilivyokuwa. So taski ya kwanza aliyompa Adamu kama mmiliki alimwambia, nenda kamfanyia kazi vitu vyake. Adamu alichokifanya, akaviangalia vyote kilivyopita mbele yake okay. Akapita mnyama mkubwa akasema, "Okay, wewe utaitwa tembo wewe utaitwa nyati, wewe utaitwa mbwa, wewe utaitwa paka, wewe utaitwa bahari, wewe utaitwa kila. Alichokiita Biblia inasema ndivyo ilivyokuwa jina lake. Maana yake nini? Ni kwamba the mind of God, Mungu alikuwa anajua majina, lakini hakutamka kwa sababu mamlaka ya kuumba hivyo vitu viwe chini ya mamlaka angeipoteza kwa Adamu. Yaani Mungu angeviita Adamu asingekuwa asingekuwa na mamlaka navyo, lakini kumwachia ile mamlaka Adamu kutoa yale majina kungeipa mamlaka kamili nafsi ya Adamu kuvimiliki vile vitu. Kwa hiyo alivyoviita vile vitu vyote vikatii, na ndio maana unaona kwenye bustani ya Eden wote wanakaa pamoja na simba na nyati na nyoka na kila kitu, hakuna kinachoweza kumdhuru, kumsogelea, kumfanya chochote Adamu, kwa sababu vyote vilitii chini ya mamlaka yake. What you name you control it. Kile unachokiita kwa jina unakimiliki kwa ufupi niseme ndio maana, sehemu kubwa pia huwa tunawashauri wa baba watoe majina. Tunapowapa majina ya watoto wetu, ni kwa sababu wanakuwa chini ya mamlaka yetu. Chochote kile unachokipa jina, ujue tayari kimeshakaa chini ya mamlaka yako. Haleluya! Kwa hiyo turudi pale ya kwamba kwa Mungu kuilaani ardhi, alikuwa anaondoa mamlaka ya Adamu Kwenye utawala, na anajuta kwa nini ardhi iliruhusu nimchukue mchukuru. Mtu huyo ndio Adamu wa kwanza anatajwa kwenye Biblia. Adamu wa pili anatajwa kuwa ni Yesu Kristo. Kwenye Agano Jipya anatajwa kama Adamu, Adamu kabisa anatajwa Adamu. Maana yake ni kwamba kwa mtu mmoja dhambi iliingia wapi? Ulimwenguni. Sio kwa Adamu dhambi iliingia Duniani. Lakini kwa mtu mmoja pia ambaye ni Adamu wa pili, dhambi iliondolewa, laana iliondolewa. Yesu Kristo ilimpa kazi kutoka mbinguni, pamoja na kuja kutafuta kilichopotea. Cha kwanza kilichopotea ni nafsi ya mwanadamu, lakini pamoja na ukombozi wake unaoanzia kwenye ardhi, hakuna namna. Ukombozi wa mwanadamu lazima uanzie pale, kwa sababu Mungu alileta laana automatic: kila utakachokifanya kwenye ardhi akiwezi kukuletea matunda Utaomba usiku na mchana, utapiga prayer, utanena kwa lugha, kama laana imekaa kwenye ardhi, hauwezi kutoboa, kwa sababu ndiyo chanzo chako kama mwanadamu. Kwa hiyo ilibidi Yesu Kristo aje na afe msalabani, damu yake imwagike wapi, alafu aende wapi? Ardhi. Umeona? Ardhi kwa ardhi, ili ainue kutoka kwenye ardhi mbaraka badala ya laana, uzima badala ya mauti, kwa sababu ilishaandikwa. Na neno la Mungu ni sheria, ilishaandikwa mauti milele. Lakini Yesu anamwambia Baba, no, haiwezi kuwa mauti milele, kwa sababu mimi nipo. Naomba nitengue ili neno niweke uzima milele. Hapo ndipo Yesu Kristo kazi yake inaanza kuonekana. Yesu Kristo, makofi. Kiri pamoja nami, sema: kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, nitamiliki ardhi ya kutosha, nitamiliki ardhi ya kutosha, nitamiliki ardhi ya kutosha isiyo na mgogoro, katika jina la Yesu. Mpe Yesu Kristo makofi. Na baada ya ukombozi wa ardhi, ukombozi uliofanywa na Yesu Kristo kukomboa dunia, akairejesha kwa Mungu, akaipatanisha na Mungu, akafufua kaburi, akafungua kaburi, uchungu wa kaburi ukashindwa kwa yeye kufungua, sababu ardhi ilikuwa ina meza. Kama nilivyosema Yesu akaruhusu ardhi ianze kutema, na wale wote yeye, Biblia inasema wote waliompokea walifanyika kuwa wana wa, aliwapa uwezo wa kuwa wana wa yeye akuwafanya moja kwa moja alichokifanya Yesu, waliompokea Yesu Kristo walipewa nguvu. Kwa hiyo unapompokea Yesu unapewa nguvu ya kufanyika nani? Mwana wa Mungu. Okay, kama ni mwana wa Mungu, maana yake wana tuko wengi, sio kama? Ni wana wa Mungu, wana tuko wengi, lakini katika uzao wa Mungu yuko mmoja aliyemzaliwa wa kwanza ambaye ndiye Yesu Kristo. Ndio maana inasema adidhi mzaliwa wa kwanza na mbaraka. Kwa hiyo unakwenda unamkuta Yesu, sasa anasimama kama kuhani, lakini anasimama kama mzaliwa wa kwanza, alafu sisi tuko nyuma yake, watoto tunaofuata wa Mungu, tupendwao na baba yetu. Kwa hiyo yeye alifanyika kuwa mzaliwa wa kwanza. Angalia Warumi 8:29, akafanyika kuwa mzaliwa wa kwanza kabisa mtoto yani, kipekee wa Mungu, lakini mahali pengine anataja kama mzaliwa wa kwanza wengine wanaofuata nani? Ndio sisi. Mungu akatufanya kuwa wana sisi, ametupa ule uwezo. Uwezo ukishapewa uwezo, nini maana ya uwezo? Nini maana ya uwezo? Mimi napenda neno la like, Kiebrania zaidi nazungumzia dunamis ambalo lina maana tatu. Huo uwezo ambao Mungu ametupa sisi ni dunamis. Dunamis, ambalo maana yake kwa Kiingereza ni authority, power and energy. Maana yake okay, ni, ni mamlaka, authority, power, nguvu ile <tosuritia> lakini energy ni nguvu ya, ku, ya, ku, ya, ku, ya ku act, kufanya kitu fulani, kufanya kitu kiende sawa. Unapopush kitu kiende, unatumia energy au tumia power. Unaposukuma kitu unatumia nguvu za mwili kukisukuma kiende. Hiyo ni kitu kimojawapo ambacho tumekabidhiwa, tumeka kwa ule uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu, kwa sababu Yesu hajatubadilisha automatic no. Ndiyo Biblia inavyosema. Wote waliompokea walifanyika wana wa Mungu. Aliwapa uwezo of course. Uwezo kufanyika kuwa wana wa Mungu. Kwa hiyo ule uwezo ulioko ndani yako unapompokea unakaa moja kwa moja ndani. Kila mmoja katikati yenu ana hiyo kitu, ana hiyo nguvu, ana hiyo power, ana hiyo mamlaka uko, kwa sababu tumempokea Kristo, iko ndani yako, ila kuanza kudemonstrate tunaanza kutofautiana kila mmoja kila mmoja anaanza kutofautiana na mwingine, kwa sababu huyu mwingine haanzi kutambua kwamba mimi na uwezo sasa hivi. Yani, nataka nikuambia, kuna mtu anaokoka sasa hivi, anasema Yesu, nakupa maisha yangu, anampokea Kristo. Mungu anamuhesabu kuwa mwana, ana ile mamlaka pale pale. Akijitambua akitoka pale nje, anakemea pepo, pepo inafumuka, pepo anaanza kukimbia. Anamuona mtu mpya anayetoka kanisani, alipokuwa anakuja alikuwa anakuja naye yeye wanakuja pamoja, kwanza si ajabu yuko possessed. anafunguliwa madhabahuni, akitoka akijitambua kwamba ile nguvu iko ndani yangu, anapotoka mlangoni pepo anakimbia, na akikutana mtu mwenye pepo pale anaweza kumfungua kwa sababu ile mamlaka tayari inakuwa imekaa ndani yake papo hapo. Sasa niulize swali, kwa nini Wakristo wengi wakusumbuliwa na mapepo? Ikiwa umeokoka inakuwaje mapepo yanakusumbua? Ina maana hujatambua kitu kilicho ndani yako, hujatambua what you possess hujajua kwamba Yesu aliondoa laana ya ardhi na laana ya mateso na kila kitu, ameweka uwezo ndani yako ili wewe ubadilishwe automatic kufanana kuwa sawa na mwana wa Mungu. Sawa? Yaani, Mungu akitazama duniani, anajua anaangalia, anawaona wanadamu na anawaona wana wa Mungu. Usipoelewa hiyo nguvu iliyo ndani yako, usipoelewa hiyo mamlaka ambayo Kristo amekupa siku ile umempokea, utaishi kwenye magonjwa, mateso, malalamiko, kudhulumiwa na kila kitu, kwa sababu hujui. Na shetani, shida yake yeye, kazi yake kubwa ni kuja kufunika ufahamu wako usijue na ukisikia mahali au ukiona mahali au ukiona kwamba kuna vitu kumbe kuna uwezo, uwezo fulani vitu watu wanavifanya, anakuwekea kauzibe, ndio unakujaga yale mafundisho potofu hmm. Ah, hawezekani hawezi kuwa Mungu, hakuna sio Mungu. Mtu ameponywa tumbo, hawezi kuwa Mungu, hawezi kuwa Mungu. Niliwahi kushuhudia mama moja amezaa bila kuwa na mrija wa uzazi, mrija wa uzazi alika amna kitu amna alfu akawekewa mkono, akaenda na mume wake akakutana. Mungu, Mungu alichokifanya mwenyewe. mama wa siju ngu huyo, mtoto atakuwa pepo. Pepo wapi? Mungu anaweza kuweka mimba kwenye tumbo la mwanamke bila mwanaume. Amezaliwa huko mzima, mkubwa mpaka leo, anaendelea kufanya kazi, lakini watu wanasema haiwezekani. Huyu sio haiwezekani. Waliookoka ndio kwanza kutukana matukufu ya Mungu. Umenielewa neno nilotumia kutukana matukufu ya Mungu wakikiri uwezo wake, wanasema Mungu anaweza, lakini wanatukana matukufu yake Weo, chan, kwa hiyo chunga kinywa chako usiwe mwepesi kuongea unayoyaona mambo yakitokea, watu wanapofunguliwa, watu wanapotenda. Niye, kuna utendaji wa ajabu nyie. Mungu anatenda duniani, kuna mambo ya ajabu Mungu yatenda. Usije siku moja Mungu atakuwa akiyafanya mbele yako na utashangaa ubaki kumtukuza tu Mungu.